hivizungumza pia litaweza kulinda mazingira kwa sababu pia hewa chafu inayotolewa kutokana na kupik, kutumia kuni na mkaa. Haya majiko kutokana na ufanisi wake mzuri alionao ya pia yanachangia hewa kidogo sana inayotoka katika kuweza kuleta athari katika mazingira yetu. Sisi ndio tuliopewa kandarasi hii ya kusambaza majiko katika mkoa wa Katavi. Tuna majiko hayo elfu tatu mia moja na ishirini na sita ambayo tunatakiwa kuyakabidhi kabla ya Januari 2026. Sisi tumejipanga na tuko tayari kufanikisha mradi huu kwa wakati e, kwenye kandarasi yetu e, tumepewa mwongozo na Wakala wa Nishati Vijijini. Kwanza tutauza majiko haya kwa watu ambao wana vitambulisho vya taifa peke yake. Kwa hiyo ni vizuri wananchi wakafahamu kwamba kitu cha kwanza tutakachokiangalia ni vitambulisho vya taifa. La pili tutakachoiangalia ni hiyo gharama ya elfu saba mia tano, lakini vilevile majiko yetu yanakuja na udhamini warranty ya mwaka mmoja. Kwa hiyo watumiaji, watu watakuwa hawana mashaka ndani ya mwaka mmoja, chochote kitakachotokea, sisi tutakuwa na watu wetu ambao watakuwa tayari kuangalia kwa majiko haya yanabaki yakitumika na yanawasaidia kweli wananchi.